Bila lugha ya alama hakuna haki za binadamu. Mheshimiwa mkuu mkoa, mpaka sasa kama vyama vya watu wenye ulemavu tumekuwa tukipokea ruzuku kutoka serikalini aa, chini ya mwavuli wa Shivyawata ambayo ina vyama 12 ndani yake, na lakini imetusaidia kuweza kusukuma gurudumu la kuweza kutetea haki zetu kwa ujumla kwa kushirikiana na serikali yenyewe, lakini serikali pia imeweza kutupa ofisi aa, ya kudumu ni kitu ambacho tulikuwa tukikipigania kwa miaka mingi, lakini sasa watu wenye ulemavu wamekuwa wakijihisi fahari, wanaona raha, hakuna tena masuala ya kufukuzwa kwa kushindwa kulipa kodi au kushindwa kuendeleza uh, ofisi. Kwa hiyo kwa sasa tuna amani, tuna ofisi yetu masaa 24 kwa uhuru. Vyama vyote vya watu wenye ulemavu wanakaribishwa pale, na ipo karibu kabisa na mama Ikulu, yani iko posta kwa hivyo ni kitu ambacho naweza kusema ni ishara ya upendo uh, kwa serikali. Nani kama mama? Nani kama mama? Hakuna mama, mwenyewe amekuwa mhamasishaji mkuu wa masuala ya watu wenye ulemavu uh, tumeona toka uzinduzi wa mwongozo wa vyama vya watu wenye ulemavu kama wiki moja au mbili zilizopita, mwongozo ule umefafanua wazi kuhusiana na masuala yote ya watu wenye ulemavu, na imeongeza imeipa SHIVYAWATA jukumu la kuweza kuratibu vyama vyote vya watu wenye ulemavu vikiwemo CHAVITA. Niombe kwa moyo huko uh, njufu, niombe kwa dhati kabisa. Kwanza niseme umekuwa ukifanya kazi nzuri hapa mkoani Singida na ndio maana tumeweza hata kuja hapa kufanya maadhimisho kwa kujivunia um, na kama uh, kiongozi wa mkoa ni mbaya au hawezi kazi yake, maanake hata maadhimisho hayawezi kufanyika vizuri. Lakini ukiona maadhimisho yanakwenda vizuri, maanake kazi yako ni nzuri, kazi iliyokuwa chini yako pamoja na viongozi walio ya chini yako, kazi yako ni nzuri, unafanya vizuri. Lakini pia nipongeze chama cha viziwi kwa kazi nzuri na kazi kubwa ambayo wameifanya, kazi nzito ya kujitoa usiku na mchana kufanikisha hili tukio. Niwashukuru sana wadau mbalimbali ambao wamekuwa pamoja nasi, taasisi za viziwi, bila chama cha walimu waelimishaji rika, ikavita pamoja na taasisi mbalimbali, kwa michango yenu katika maadhimisho haya, lakini bila kusahau wadau wetu, wetu wa kimataifa wadau wetu wa maendeleo ya kimataifa wakiongozwa na UNDP pamoja na kiongozi wetu Daniel hapo Uh, uh, kwa moyo wa kipekee kuweza kurahisisha uh, masuala yetu, kupunguza uh, changamoto zetu, lakini ninaombi kidogo uh, kama ambavyo tunasema kauli mbiu inasema hakuna uh, haki za binadamu bila lugha ya alama. Kwenye maeneo ya afya, Mheshimiwa Mkuu Mkoa, changamoto ni kubwa sana kwa watu wenye ulemavu hususan viziwi, narudia, hususan viziwi, ni eneo ambalo ni nyeti na afya ni kitu muhimu sana kwa mwanadamu yoyote. Sasa tunapokwenda kwenye huduma za afya, mara nyingi tunakutana na vikwazo vya kupata huduma kwa ajili ya kikwazo cha mawasiliano, kwa maana hakuna uh, wakalimani wa lugha alama mahali pale, na changamoto mbaya zaidi ni kwa wanawake wenye, ule, wenye ulemavu au wanawake wenye wenye ulemavu wa kusikia, kwa maana ya viziwi, ambao wamebeba ujauzito, ambao wana ujauzito, hawa wanapata changamoto kubwa, inapelekea hata kuleta ma, ma, matatizo makubwa, kwa hiyo inaweza kusema kuna baadhi yamekuwa wanajitahidi, kwa mfano Mbeya pale hospitali ya rufaa ameweka mkalimani wa lugha ya alama, ambaye pia halmashauri imeweza kuona imwajiri awe anafanya walau full time, maana alianza kwa part time, lakini sasa amemwajiri full time na anaweza sana ya sana kusaidia kupunguza changamoto. Kwa hiyo niombe sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, katika mazungumzo yako hapa na pale na viongozi wetu weza kugusia hilo swala, lakini pia kuna programu hizi za kufundisha lugha ya alama za msingi kwa ajili ya hawa watoa huduma na natamani uh, mkoa wa Singida mweze uh, kushirikiana na CHAVITA mkoa kwa maana CHAVITA Singida kuweza kufasilitate mafunzo kama haya kwenye maeneo ya kutolea huduma. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama uh, Tanzania tunafahamu kwamba tuko kwenye mchakato wa kuweza ku pambania kuweza kuratify mkataba wa kimataifa wa Afrika au mkataba, au itifaki ya Afrika unaitwa ADP Africa Disability Protocol. Ni mkataba wa kimataifa wa watu wenye ulemavu wa Afrika. Kwa hiyo naomba sana, unapokutana na viongozi wetu wa juu ukawasemeshe semeshe kidogo kwamba waweze kuratify, waweze kupitisha huu mkataba ili tuweze kutekeleza baadhi ya maswala yetu kulingana na muktadha wa Kiafrika. Afrika na Tanzania, mkoa wetu wa Singida Unataka kwenda kutengeneza alama kubwa, tunataka tuwe wa mfano, twende tukahakikishe kwamba tunapozungumzia lugha ya alama kwa mkoa wa Singida kwa viziwi wetu sio changamoto tena. Ninaye mganga mkuu wa mkoa hapa, ninamwaagiza aende akaweke mpango madhubuti kwenye hospitali yetu ya rufaa Mandewa, hospitali zetu zote za kata, za nati, vituo vya afya, hospitali za wilaya tuweke utaratibu wa namna bora ya kuwapata wakalimani tunapompata mwenzetu mwenye changamoto kama hii.